Hapa ni serikali ya mtaa Gulukwalala, na unayemwona ni mwenyekiti wa mtaa ama rais wa mtaa. Moja kwa moja kwake, atakupa utekelezaji wa ilani na yale yaliyokuwa ameahidi wananchi, namna ambaga ameyatekeleza. Karibu sana mheshimiwa mwenyekiti. Haya, asante sana kwa jina, naitwa ndugu Agustino Johni Simba, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mtaa wa Gulukwalala kata Gongo la Mboto wilaya ya Ilala Dar es Salaam. Nimerudi kwa awamu ya pili. Kwanza nilikuwa mjumbe wa serikali ya mtaa kwa awamu tano zilizopita. Mwaka elfu mbili na kumi na tisa nikawa mwenyekiti wa serikali ya mtaa na mwaka huu ishirini na nne ndio nikawa tena mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa kwa kweli utekelezaji wa idara ya Chama cha Mapinduzi. Kwanza namshukuru sana mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumletea miradi mingi kwenye mtaa wangu wa Gulukwalala. Pia namshukuru mbunge wangu ndugu Jerry Silaa ambaye ameifanikisha kusukuma miradi hii kufika kwenye mtaa wangu wa Gulukwalala. Na ya tatu, na shukuru halmashauri pamoja na Mheshimiwa diwani kuvitia miradi kwenye mtaa wangu wa Gulukwalala. Mtaa wangu wa Gulukwalala, tuna kituo cha afya kinaitwa Gulukwa lala. Kituo hicho hivi sasa kikomishoni kukamilika kwa ajili ya odi ya upasuaji, lakini kwenye masuala ya kuzalisha, inazalisha kwanzia mwaka jana. Na hivi sasa na shule ya mfano Tanzania nzima ambayo ni shule ya msingi Mikongeni. Okay, ni mkono wa Kiingereza. Ukisema baba, ni shule ya mfano namanisha, mimi, mheshimiwa mwenyekiti, ni shule ambayo nasema namanisha kwa sababu ni shule bora ya mfano Tanzania. Wizara ya Elimu imeipitisha hii shule kuwa ni shule bora ya mfano Tanzania. Hii shule imejengwa kwenye eneo langu eno Kwalala. Hii shule inachukua wanafunzi sehemu mbalimbali, wilaya mzima Ilala, hatuchagui kusema mtu anatoka wa wapi, ambayo ni shule ya mfano hii. Shule la hivi sasa huko tunapokwenda, tunataka wafundisho wa kutumia digitari baadala. Asante sana, alafu uh -huh. pia tuna shule ya msingi kuluka shule ya kawaida ni ya serikali. Mwaka jana kulikuwa na madarasa matatu. Mwaka huu tunamshukuru tena Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na Mheshimiwa wa mbunge Jeli Silaha na diwani wameletea madarasa manne ambayo hivi sasa nimejenga yamekamilika, na hivi sasa watoto wako madarasani, na pia nimeomba halmashauri panue sehemu, na kweli wamesikiliza wamekuja kuhamisha kwa watu fulani kwa ajili ya kupanua ile shule ili kuweza kuongeza tena madarasa. Hilo kwa kweli, namshukuru sana mama Samia na kwa kazi kubwa naifanya, na, na kuangalia sana watu hali ya chini kama uko kwangu, asante sana. Tukiachana na hayo, mheshimiwa mwenyekiti, tunaona SGR inapita kwenye mtaa wako, yenyewe mambo ya usalama kwa wananchi wako likoje? Kwanza nashukuru sana, kwanza nashukuru kwa huu ndani kutupitia kwenye maeneo yetu, kwa sababu kwanza eneo limechangamka, ya pili hivi sasa watu wanasafiri kutoka hapa kwenda Morogoro kwa muda mfupi, Morogoro kwa muda mfupi kwenda na kurudi. Hicho kwanza nampongeza mama rais, alafu kingine kitu ambacho kilivyo pamoja na sisi wetu ni eneo la, tumepewa sehemu moja tu ya kupita, sehemu ya magari ambayo daraja lina Tren, nani reni inapita juu chini napita daraja ba magari yote naupita kwenda mnadani kwenda Segerea kwenda uruguni. Uh, A na B yanapita ya maeneo hayo. Sasa hilo kwanza mimingie mimependa kwa sababu kumetuletea maendeleo ndani ya mtaa wangu wa Gulukwalala. Sio hiyo tu, tunastendi ya mabasi ya, ya, ya, ya, ya kisasa may kazi na, na inajengwa kwenye eneo langu. Sasa pamoja wananchi wangu wanaondoka, sababu watu wanasema kwenye maendeleo kuna maupika kweli, kuna baadhi ya wananchi wengi wamehamishwa kwenye eneo langu sasa kupisha miradi yote hii miwili. Nashukuru sana kwa sababu wamehamishwa, wamelipwa staki zao, mtu ameamua kule anapotaka mwenyewe serikali kumwangele akaemeflani hicho niishopena mama Samia hapo amefanya jambo la maana sana, mtu ngikumpa haki yake na kwenda kambe anakohitaji mwenyewe. Swala la ulinzi na usalama nalo likoje katika mtaa wako penye maendeleo? nakiaawaosi kunusanusa kweli kabisa. Wakati naingia madarakani elfu mbili na kumi na tisa huu mtaa ulikuwa na shida Hasa hao watu walikuwa wanaita panya road, kulikuwa na panya road mapanga sha ne? lakini kitu ambacho nilichokuja kufanya nilifanya ushirikiano mkubwa sana na wananchi. Tulikaa na vijana wetu, tukaanza sasa kwa, kwa via elimu. Umetoa vijana kiuharasi ni kuzidi, wanazidi kuwa wakali au kuwapelekea kila wakati ni fedha ndo wanazidi kupa nilikaa nao chini nikaongea nao na wazazi, tukakubaliana na baadhi ya watu wengine, hao vijana wako kwenye posti wa jamii, ndio hivi sasa wanalinda mtaa. Ni mtaa wa mfano ambao ni mtaa ambao bora wa ulinzi zaidi, ndio unaongoza katika kata hii ya Mgoragoto, ni ambao hivi sasa mama, hata kama utatembea usiku mchana, hakuna shida ya aina yoyote kwa usalama. Hapa ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Gulukwalala, Mheshimiwa Augustine Simba. Baada ya kuzungumzia mafanikio na maendeleo, sasa tee, maendeleo na mafanikio pia, changamoto hazikosekani. Changamoto yalimaza mapagasha panya road amemaliza. Changamoto ipi tena uliyoiona, Mheshimiwa mwenyekiti? Hiyo la, la, la ni swala sola la mtaa wangu tu peke yake, ni hii hasa kwa mitaa mingi ambayo sisi tulikuwa pembezoni wa mji wa Dar es Salaam, njia hazipitiki. Alafu changamoto wa pili niliokuwa nao katika eneo langu ni swala la usafi. Haya, huu usafi unaofanyika hii kampuni iliyokuwa nao kwa kipindi hiki cha mvua, kwa kipindi hiki cha mvua ni shida, kwa sababu dampo kule magari yanakaa foleni sasa taka kutoka kwa wakati zinakuwa ni ngumu. Sasa hiyo inakuwa ni shida kwa wananchi na watu wanapiga kelele. Unajua kipindi hiki tunaogopa sana kwenye mlipuko ya magonjwa mbalimbali. pale pale pamoja wanajitahidi kuja kufanya kazi za kuzoa taka, lakini kwa kipindi hiki ufanisi wa kazi umekuwa ni ngumu kutokana na dampu. Naomba serikali, kilicho kipindi hiki mama Samia, tuangalie, tuangali hili dampu kwa sababu hili dampu linabeba mkoa wa mzima wa Dar es Salaam na ukiangalia sasa maeneo haya kushakuwa mjini, ukienda maeneo ya dampu sasa kushakuwa mjini anganao, tupatie serikali, tupatiwe sehemu nyingine badala kuwe na dampu, tuondokane na hii shida ya wapi cha mvua. Kwa kupeleka huyo mkandarasi ni wakata mzima si so wanazoa anpikia, tuna mitaa minne, mtaa wangu wa Gulukwalala, mtaa wa Ongola Goto mtaa wa Rungoni A na mtaa wa Rungoni B. Sasa kipindi hiki cha mvua jinsi yes, gari za kupeleka taka zinapokwenda? Zinaweza itakaa kwa wiki haijatoka. That, that. That. Sasa hiyo angalia kwenye hii mitaa mitatu itazowaje? Ita, ita, ita, ita, ita, ita, ita. <mimu> Tumeona sawa lazima la urasimishaji limekuwa ni changamoto kwenye mitaa mingi sana. Vipi wewe mtaa wako ni swala? Kwanza <mimu> nashukuru kabisa namshukuru mshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kipindi cha hiki cha urasimishaji mimi mtaa wangu maeneo yote yametambuliwa, yametambuliwa vizuri sana na watu wanachukua hati. Ni maeneo katika kata mnam nekakalana inaongoza kwa wale kuchukua hati. Changamoto iliyokuwepo ni kitu kimoja tu, kwa sababu kipindi kile watu walikuwa na zile leseni za makazi. Sasa zile leseni za makazi walizokuwa nazo Mtu anaambiwa arudishe almashauri akisharudisha, alipe zile gharama za nyuma, ambapo mtu anashindwa aba akulipa. Sasa utakuta baadhi ya maeneo mengine, mpaka leo watu bado hawajachukua hati kutokana wanashindwa kulipa malipikizo ya madeni ya leseni na makazi ambazo walikuwa nazo. Kama inawezekana, Rais, watu ambao wale ambao walikuwa na leseni basi wafutie wa zile madeni ya nyuma, sawa ili watu waendelee kupata hizi hati miliki kwa kwa haraka zaidi, kwa sababu mtu anapomiliki ardhi sawa, mtu anakuwa na tegemeo kubwa, kwa sababu mtu akimiliki ardhi ni tegemeo kwa taifa na tegemeo kwake. Mheshimiwa, tunaelekea kwa uchaguzi, wito wako ni nini kwa wananchi wa Wamdawao? Mimi wito wangu kwa wananchi, kwanza wakiamini Chama cha Mapinduzi, chama cha mapinduzi kimefanya kazi kubwa sana cha kuwaletea wananchi maendeleo. Hasa tunamsamini sana Mama Samia Suluhu Hassan, tumwongezee tena miaka mitano. Watanzania wakiamini chama cha mapinduzi.